Tuelekee kaunti nambari 8 ambapo kadri ukame unavyoendelea kuathiri sehemu za kaunti ya Wajir na kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mradi wa ujenzi wa barabara ya Horn of Africa Gateway Development unaonyesha kuwa hauhusu tu miundo msingi bali pia ustawi wa jamii. Kampuni ya ujenzi ya Halane inayotekeleza mradi huo imejitokeza kusaidia familia zilizo na mahitaji makubwa kwa kuzipatia msaada wa, wa chakula Tunajua wakati huu kuna nyaka, kuna, kuna, kuna, kuna droughts ambazo zinaendelea upande hii. Sasa tumesema sisi kama watu ya barabara tumesema tukuje tusaidie hawa, tujumuike na hawa, at least ndio yale ambayo Mungu alitupatia ali pia hata hawa wafurahie wa e, na bado tutazidi kusaidiana na hawa.